Ogopa, mtu aliacha alitengwa na ndugu zake hata mnakumbuka tunamzika Katoma, si unaona eh? Watu walikataa kumzika, kuna eh? kuna mtu anataka kukumbuka hiyo kitu? Kuna mtu alikuwepo? Nani alikuwepo? ah! Tumetoka mbali, waligoma tena, wanahela ni matajiri wale, waligoma kwa sababu mama alifia kwa maskini. Najua mimi sikuwa maskini. Wogopa, wanakutenga sababu ya umaskini. Hawakujua kama nitakuwa na Prado. Yani gani kuambia ya maisha? Wewe kubali, acha uwehu wehu, hawakujui we, we, hawakujui unakoenda. Haki ya Mungu, hawakujui. Sometimes wewe kaushalia, nyamaza alo, hawajui. Unajua wanakudharau leo kwa sababu hawaoni kesho. Wangeona kesho, wangekupigia saluti. Wangeona kesho kwamba utapita na wewe na Alia na na Rufadi na Prado na na kuna ingine inaitwa Alia Kaliora ranyani eh, wani tunge tunge, heshimiana mimi. Haya maisha jamani, mimi naambia ukweli, mimi simdharau mtu vyo vyote, mimi nasheza na maisha yangu. Kama niliwahi kukudharau, naomba nisamehe. Kama unahisi baba ananidharau, naomba nisamehe, ila huo msamaha sio wa kweli, sio, sijawahi kukudharau, eti niliwahi kukudharau. Bwana asifesa eh Niwe kukuzarau, yaani sababu mi sijui kesho ikoje. Kwanza mimi aneni zarau leo, anamchungulia anasema wewe, wee we, niheshimu tu, ili sija ukanizarau leo, kesho ukatafuta jinsi ukakosa namna ya ku, ya ya-aya yya ya, ya, ya kunisalimia <coughs> Haleluya <Hallelujah! tos> wewe acha watu zarau. hey, kokwenda Ngoja tuone. Siu nitafute nini. Ngoja tuone kufika Alhamisi. Alhamisi unione. Nija ni kutafuta baisikeli ya gia. Koko na nanesha baisikeli ya gia. Yani, alitupita. Nikafikiri ni wale wa Kenya wale. Wanaendesha kwa baisikeli. Anaendesha baisikeli. Yani. Tulipishana naye. Fya. Sio zile za kike. Akasema huyu mwanamke, huyu ni mwanaume au ndani yake kuna revo eh, yote afikiri revo ndani kuna revo si eh. Alikuwa alikamilisa kweli kabisa. Takundua ka ka baiskeli kaka, nakusaidia takuja kanisa kaagia tena, wewe takundua. Yani, naomba hiyo muoneone mama msumbue sumbue mama Yoni, ama utachagua tutayaongea, lakini kwa kweli niona moyo ukaniambia wewe ni kana kumbe mimi sijui kama anajua kabaiskeli alikuwa na kakanyaga, tulikuwa tunatoka, ilikuwa ibosa ile, aliamis aliamis ndio eh e, e, e, e. wa wa wa e. kasema e. Bwana siwe sana, mwambie jirani usinicheke eh, we hata kama unipendi we kausha tu, mimi sija kwambia uniheshimu, a a, ila we pita mbali na mimi mwambie ujui kesho mimi nakuaje. Mwambie alafu sijakata tamaa amena huyo. E, mwambie mimi sijakata tamaa mwambie, tama. Mwambie ndio maana unaonaga mwili wangu wa upungui kama wako. Unajua mwambie, mwambie, we na mimi mwili tunafanana fanana, ila wewe kila siku unaisha, mwambie sababu umejikatisha tamaa mwambie siweza, akia, watu hawajui tunakoenda ile wanatuona leo tumeingia tumetoka tumeingia tumetoka, ni yule sawa, iko siku, sijui, unanielewa? Kwa hiyo ni kuambia kia, Mungu sikate tamaa na maisha yanapobadilika, hautajua kama yamebadilika, ile wewe utajikuta yamebadilika. Mi me kuna vitu sijui vimefanyikaje, sijui kabisa sijui iki hesabu e, sijui ila vimefanyika. Nilimwambia mtu mmoja mimi sitaf, siombi bustani. Mungu alishanipa mimi, niko natunza bustani na <coughs> sio kutafuta bustani. Yaani hata Mungu leo angeniambia mwanangu James, kwanza utakuwa raia wa kawaida, vya utumishi achana navyo Njoo ufanye isha nipa, lakini ndio kazi aliyoniitia. Nimekuambia mfano ambao haupo so, Alisha nipa. Alisha nipa. Kwa hiyo mwambie jirani, gonga na jirani yako mwambie, usikate usikate tamaa, mshike mkono mwambia usikate tamaa. Hawajui kesho, ila wanaona leo, wanaona leo, wanaona leo, umevaa kanda mbili, umevaa yebo yebo, mwambie wamekukali na hilo gauni Tobias, njoo kuna kazi tuzifanye, njoo Tobias. Bwana asifiwe sana. Gari ya mshahara, ngoja wiki ishe, we uombe, uingie kwenye maombi ukamwambia Bwana Yesu, hii wiki isiishe baba, maana sitapata za tofali 400 nikakupa. Sahau hilo, yaani nipate zaidi ya hizo. Na nawe wa baisikeli uombe zaidi ya hizo. Sasa, mtu akikwambia, yani, wewe shida ampewaki? Kwa sababu mimi nakuahidi, we unaenda unanitolea mimacho badala ya kwenda kuomba nipate zaidi ya hizo ili nitoe nikupe. We umekaa baba, niniaidiari baba, pumbavu kabisa, chinga mmoja. Asante, kushukuru baba, ameniahidi. nimekuahidi ngapi? nali ni utanichangia milioni moja, ni kweli baba, hujapata? Nimepata milioni moja hiyo hiyo, sasa nikupe wewe, umesikia eh? Nani nimempa akili? Mtu anapokuahidi, nenda ne piga magoti, mwambie baba, umesema neno lako halitarudi bure mpaka limetimiza mapenzi yako. kshshni kweli, si ni akili o nimekupa wewe? Ndio muongo ni nimekuahidi laki ni laki unaangalia King James TV, jamani, kaburini utakwenda mwenyewe. Juzi nilikuwa naambia watu wangu kanisani, hakuna maisha yananiudhi kuna kipindi na, na mwaka kutumikia Mungu, kwa sababu ninaangalia nyumba, nikifa, yani nikifa wananibeba mdogo mdogo wananipeleka kwenye ka sehemu kanne kwa nne, wananidanganya na kasuti keusi na kasaa kangu, wanachukua kagari mimi, nimewambia labda